Mafindofindo ni ugonjwa ambao unaathiri tezi za kinywani zilizopo nyuma ya ulimi zijulikanazo kama tonsils. Tezi hizi husaidiana na kinga ya mwili na tezi nyingine kupambana na vimelea vinavyoingia kwa njia ya mdomo. Ugonjwa wa mafindofindo huwapata watu wa rika zote, lakini watoto wenye umri wa miaka mitano hadi kumi na tano ndio huugua mara kwa mara, na zaidi ya watoto elfu hamsini na saba waliugua ugonjwa wa mafindofindo mwaka jana hapa mkoani Mtwara kwa mujibu wa ofisi ya mganga mkuu wa mkoa anapokuwa katika hiyo hali, kwanza anakoroma na siri inaenda, inakuwa kama pia kama kuna mafua fulani ndani ya koo, lakini pia hata sauti inabadilika, ile sauti ya utoto inakuwa sio yake, inatoka sauti nzito. Jamila Kisiwa ni mama wa mtoto wa miaka kumi na anaeleza jinsi mtoto wake alivyougua ugonjwa huo hadi ikabidi afanyiwe upasuaji. Hapo mwanzo alikuwa anaumwa homa, mara anapandisha homa, tulali usiku na mchana mara tumeenda daktari bingwa wa magonjwa ya amunaki, tume, tume siku, na vizu, na Ribingo, magonjwa, masikio, pua na koo katika hospitali ya rufaa ya Ligula mkoani Mtwara. Victoria Bukuku anasema ugonjwa wa mafindofindo kwa watoto unasababishwa na kinga zao kutokuwa imara. Watoto kipindi cha ukuaji, kinga zao haziwi imara kama mtu mzima, na mafindofindo ni tenzi ambazo pia zinasaidia ku uh, kupambana na magonjwa yanayopita kwenye mfumo wa hewa. Na katika kipindi cha ukuaji watoto wanakuwa more exposed kwa sababu ya crowdification sehemu wanazosoma na sehemu wanazoishi kwa sababu mara nyingi wanakuwa katika mlundukano wa watoto so wanapata ile maambukizi kama mafua. Dalili zake hasa kwa mtoto ambaye anapata mafindofindo, mara nyingi hawa watoto wanakuwa na uh, kushindwa kumeza, tunasema sore throat, au maumivu kipindi anameza, kupata homa za mara kwa mara, hasa high grade fever, hasa muda wa jioni uh, anakuwa na ukuaji pia unaweza ukaathirika, au kupumua kipindi cha kulala. Watoto wanaoumwa mafindofindo wanapata athari kwenye ukuaji wao kwa kupata udumavu, matatizo ya usikivu na kukoroma kwa muda mrefu. So athari kubwa tunaohofia kwa haya magonjwa yakiendelea, huyu mtoto kwanza atashindwa kupumua kawaida, atakuwa anakoroma. Na pili kutokana na kukoroma kwake ni kwamba kipindi cha usingizi mzito kuna hormones ambazo zitakuwa hazitolewi ambazo zitamsaidia yeye kuweza kuregulate mkojo wake na kuregulate ukuaji wake ambazo zitakuwa haziruhusiwi kutoka vizuri. So pia huu ukuaji wa huyu mtoto zitaathirika na kuwa na tabia ya kujikojorea, na pili kutokana kwamba anashindwa kupumua vizuri anapata kukoroma, na kuna kipindi atakuwa anapata asize, um, kustopu upumuaji wake kwa sekunde tano tunasema it's a sleep apnea ambayo pia sio nzuri kwa mtoto hata kwa mtu mzima. Aa, na nyingine pia inaweza ikapelekea msukumo kwenye moyo wake ikaongeza presha ya uh, ya mapafu yake ikapelekea ukuaji wa moyo, ambao hiyo inatokana na kwamba huyu mtoto anashindwa kupumua vizuri. Hizo ni athari ambazo ni za zinazoathiri mfumo mzima wa mwili. So matibabu mbadala tunasema kama anakuwa na maambukizi ambayo ni ya mwanzo na tunauhakika haya maambukizi yanatokana na bakteria au viral. Mara nyingi viral haturekomandi kutumia antibiotics, but tukiwa tunauhakika kwamba kuna super infection ambayo inatokea, super infection ambayo inatokea ya bakteria, then tunaanza kurekomandi kumkava kwenye antibiotics ili ile fever yake homa yake kali iweze kupungua na kama ni just an infection ya kawaida, then it's okay. Itapona, but kama anaendelea kupata recurrent mara nane kwa mwaka mpaka wengine mara tano mpaka nane kwa mwaka, it means this is a chronic, ni tatizo sugu. So ili mtoto aweze kufanya ukuaji wake uweze kuwa mzuri na aweze kuweza kucontrol vizuri mkojo wake kipindi cha usingizi tunalazimika kuzifanyia operation. Daktari Bukuku anawashauri washauri wazazi kutibu ugonjwa wa mafindofindo kwa watoto wao hospitalini.